Kazi bado yaendelea kufanyika ya ujenzi wa barabara korofi ndani ya kijiji cha Nyarugusu. Mheshimiwa Diwani Samata Shabani Makula aendelea kutimiza ahadi kwa wananchi wa kata Nyarugusu. Leo kazi ikifanyika katika eneo la Danida na barabara zingine ikiwemo barabara ya Zahanati. Na baadhi ya wananchi wametoa maoni yao pamoja na shukurani kwa Mheshimiwa Diwani wakisema. Kwa jina naitwa Sadiki Ali. Uh, ni mkazi wa, wa Nyarugusu uh, nimefurahi sana kuona kwamba miundombinu yetu ya taifa letu la Tanzania na vile vile na hapa Nyarugusu inaenda vizuri, maana mpaka sasa hivi biashara yangu, naona matengenezo kwa barabara, mpaka magari yanaingia, nachukua mali zangu kama hivi o, kiufupi tu niseme kwamba nashukuru na Mungu awabariki sana, maana walikuwa wakija kupata bidhaa uh, gari zilikuwa zinashindwa kusimama.

Lakini ninachoshukuru wametengeneza sasa hivi, wa magari ya kupaki yanakuja kuchukua mali zangu na wanapata sehemu ya kupaki vizuri, kwa usalama kabisa. Sina budi kusema kwamba Mungu awabariki mno na awabariki sana. Nashukuru sana jamani. Hu umekuwa mjasiriamali wa muda mrefu mahali hapa, e, ni muda mwingi zaidi ya miaka mitano nyuma ni, hebu niambie changamoto ambazo zilizo kuwepo hapa, hususan katika barabara, wakati ambapo nafanya biashara yako hapa na watu wa ambao ni wateja wako waliokuwak na la biashara usimbuku ndio kwa uh, changamoto kubwa ilikuwa sehemu ya kupaki, sehemu ya kupaki barabara kidogo zilikuwa za mwanzoni ilikuwa haziko sawa. Kwa hiyo walikuwa wakiingia hapa, walikuwa hawapati mazingira ya kupaki gari zao ili kununua bidhaa zangu, lakini kwa sasa hivi wanapaki vizuri, barabara iko safi, kwa sababu barabara wameitengeneza imekuwa iko safi na iko salama. Kwa hiyo wanapata sehemu ya kupaki na kuja kununua bidhaa zangu na kila kitu kinaenda vizuri. Mimi naitwa Ezekiel Medadi Mashindike, ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Nyarugusu, pia ni katibu kamati ya ustawi wa jamii. Mimi ndio naishughulika na mambo ya mazingira katika kijiji cha Nyarugusu. Tuko hapa kwenye barabara letu hili ambalo mheshimiwa diwani wa kata ya Nyarugusu ana analirekebisha eh. Pamoja na hayo, kabla ya diwani kule, kule, kule, hajarekebisha barabara hili, tayari sisi serikali ya kijiji wenyewe tulikuwa tumeshaanza na ukarabati wa barabara, ikiwemo barabara hiyo la kwenda zahanati. Tumeweka daraja, tumechimba misingi na tunaendelea na prosesi hiyo hata sasa hivi, tumechimba misingi basi kwa hili watu wao wana- wana fly kwa kile tunachokifanya. Kazi bado yaendelea kufanyika ya ujenzi wa barabara korofi ndani ya kijiji cha Nyarugusu. tunamshukuru diwani Samata kwa kutengenezea hii barabara lakini kuna mapungufu kidogo, bora tungetafuta, angetafutia hata kitu cha kutengeneza kama cha kushindia hii barabara ikae vizuri, kwa sababu inapokuwa mvua inanyesha matope yanakuwa mengi. Kwa hiyo tunaomba atusaidie, alitetee ile na kushindilia hii barabara yetu ikae vizuri. Naitwa Ayubu Daudi, mi ndio kiongozi kama katibu wa endesha bodaboda. Napenda kutoa changamoto yetu tulionayo hapa, hususani barabara zetu tulionazo hapa Kweli tumeona barabara zetu tumelimiwa, lakini bado kuna kama mola mwizi hatujaiona imewekwa, kwa sababu bado hapa mvua ikinyesha inakuwa bado ni, ni tope naona. Lakini sasa hatua mlio usikia kweli ni nzuri, lakini tulikuwa tunaomba mtuongezee, iongezeke zaidi ya hapa, kwa sababu tuwekea kokoto kidogo, na sisi inakuwa ni bora zaidi katika kazi zetu hizo za barabarani. Kipindi barabara hii haijarekebishwa, vipi changamoto zilizokuwepo hapa wakati wa kupaki na wakati wa kupakia abiria, pengine abiria amekuita pahala, kutokana na ubovu wa barabara uliokuwepo? Eh, changamoto zilikuwepo kwa sababu unaweza kubeba hata mzigo ukashindwa, nipite wapi? Unaenda hivi, unakuta mara mashimo, mara madimbu ya maji, inapelekea saa zingine unaweza hata ukaangusha abiria kwa, kwa mdondosha abiria au wewe mwenyewe kudondoka. Kwa hiyo ni changamoto zilikuwa ni kubwa zaidi ya hizi unazoziona. Hata hivyo, mwenyekiti wa kitongoji cha zahanati ndugu Hasani Hamisi Abdalla alikuwa na haya kusema. Na ya kusema, kwa majina naitwa Hasani Hamisi Abdalla, ni mwenyekiti wa kitongoji cha zahanati. Tuko hapa katika urekebishaji wa barabara za mitaa e, tunasimamia na ni moja ya utekelezaji wa mheshimiwa diwani e, Samata Shabani Makula katika ahadi zake Alituahidi, aliwaahidi wananchi kwamba atatekeleza miundo mbinu hii na tayari sasa hivi yuko katika kitongoji changu anaendelea na hili, ni barabara la pili. Nikiripoti matukio kutoka hapa kijiji cha Nyarugusu kilichopo ndani ya kata ya Nyarugusu, ni mimi Paul January wa Busanda TV online.